Ya karibu kwenye chaneli yetu ya Daily Life TV. Kama mara yako ya kwanza, tunakuomba usubscribe hapo, ili uwe wa kwanza kutazama video zetu pindi tunapoziweka. Ya leo tuko na habari njema kwa ndugu zetu wote mnaotufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii kwamba tumekuja na mashine tumekuja na mashine ya kufulia ambayo ni bei rahisi, ambayo kila mmoja wetu anaweza kawa nayo na ikamrahisishia kazi nyumbani kwake, hizi za kufua kwa sababu ni changamoto kubwa sana kufua ya. Kwa hiyo tuko na mashine moja hapa, hii kampuni ya Bruhm Haa, jamaa wako na mashine hii ya kilo saba ambayo ina uwezo wa kukufanyia shughuli ya kufua ikawa rahisi, kwa sababu kwa kutumia mashine hii unaweza ukafua nguo zako vizuri, mashuka na mambo yakawa vizuri kabisa. Mashine hii kwa hapa unaweza ukajipatia kwa shilingi laki nne lakini unaweza ukajipatia kwa laki nne mpaka laki nne na nusu kutokana na duka ambalo utakuwa umeenda. Hivyo basi, nadhani wengi wetu tunaweza tukafodi bei na tunaweza tukawa nayo hii mashine ikaturahisishia kazi zetu za kufua majumbani kwetu. Tuachane na mambo ya kupoteza muda mrefu zaidi kwenye kufua. Ukiwa na mashine hii mambo yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo hii mashine iko vizuri, pia ina sifa mbalimbali ikiwemo ni rahisi kutumia, yaani haina mambo mengi, sio complicated kutumia hii mashine kwa sababu vitu vyote vinajieleza. Na hii mashine ni semi automatic ikimaanisha kwamba haiko full automatic, kwa maana vitu vingi unaweza ukavisetiwa mwenyewe moja kwa moja, ikiwemo muda wa kufuliwa nguo zako, unaweza ukausetiwa mwenyewe vizuri. Pia unaweza kama ni mazingira yako yako tofauti kidogo, unaweza ukatumia maji ya ndoo kutia humu katika nani, katika hizi nani zako, katika hizi nguo zako, humu zinamofuliwa tukiachana zile mashine nyingine ni complicate, nataka system zote ziwe system ya maji imepita vizuri, iconnect hapa, maji yanaingia kutumia umeme. Lakini humo maji unaweza ukatumia kawaida, na ukafanya kazi zako vizuri, bila kupoteza muda, nguo zikafuliwa vizuri. Kwa hiyo, hiyo sifa yake ya kwanza. Sifa nyingine mashine hii ni rahisi, yani kufanyia ripea Ikitokea kuna changamoto yoyote ya kiufundi imetokea, basi ni rahisi zaidi kufanyia repair na kazi nyingine zikaendelea. Kwa hiyo kwa leo nilikuja na mashine hii. Ukiwa na maoni, ukiwa na ushauri, usisite kutuandikia hapo chini, sehemu ya comment. Tutafanyia kazi maoni yako na ushauri wako. Ukiwa na maswali, uliza, tutakujibu. Karibuni sana, Daily Life TZ. Usisahau kusubscribe usa hapo na kubonyeza alama ya kengele. Asanteni sana na tunawapenda wote, watazamaji wetu.